Maelfu gün... Ma ya waandamanaji wametokea mitaani Uturuki baada ya mpinzani mkuu wa Rais Recep Tayyip Erdogan kukamatwa na kushtakiwa kwa kosa la ufisadi. Ekrem Imamoglu, meya wa Istanbul, alikuwa akitarajiwa kuteuliwa kama mgombea wa urais wa chama cha Republican People's Party CHP siku ya Jumapili katika uchaguzi wa mwaka 2028. Kufuatia kukamatwa kwake usiku wa kuamkia leo, maandamano yalishuhudiwa, waandamanaji wakikabiliwa vikali na maafisa wa usalama kwa mabomu ya vitoa machozi na risasi za mpira ili kuwatawanya. Imamoglu kwa upande wake anasema madai dhidi yake yamechochewa na siasa. Rais Erdogan amemshutumu vikali maandamano na kulaumu chama cha CHP kwa kujaribu kutatiza amani na kugawanya watu. Waandamanaji walikusanyika karibu na makao ya jiji ya Istanbul na kuonekana wakipeperusha bendera za Uturuki huku wakiimba nyimbo mbele ya maafisa wa polisi wanaoshika doria. <mulia> maafisa wa usalama walionekana wakiwarushia waandamanaji maji ya kuasha ili kuwadhibiti. Mkewe Imamoglu kwa jina ya Dilek Kaya alihutubia wanaandamanaji akiwaambia kuwa udhalimu anaopitia mumewe umevuka mipaka. Zaidi ya watu mia saba wamekamatwa tangu kuanza kwa maandamano hayo. Hii ni kwa mujibu wa mamlaka ya Uturuki. Kevin Sewe, Mwanzo TV.